Mambo, shikamoo, halo wapenzi wa chaneli yetu, chaneli ya master Two olds. Leo nina kitu kipya ambacho nimekuja kuwaleteeni. Mm, nina mbinu. Mbinu hii itaenda kutusaidia vizuri, na ni mbinu ya kutafuta mechi ambayo iliyo na uhakika wa kutoa magori mawili na zaidi, nikiwa namaanisha ukienda katika betting yako Unaenda kuweka over 1.5 kwa asilimia kubwa kubwa kubwa. Tutatumia app inaitwa Sofascore. Sofascore ni hii hapa, kama hauna utaenda Play Store, utaandika Sofascore, kisha uta download. Baada hapo, kwa sababu mimi ninayo nitaenda moja kwa moja, utaifungua Sofascore, itafunguka hivyo Tuvumiliane kidogo kwa ajili ya mtandao. Mm. Sawa, so, tukiwa tunaendelea, niwakumbushe ndugu wapendwa wa channel ya Master 2 Odds usalama na uhakika kama bado uja subscribe, uja like na comment, ni nafasi yako na muda wako wa kufanya hivyo ili kukuza chaneli yetu, kutupatia nguvu kuendelea kuwapatia vitu vinavyotoka, vitu vipya, mbinu mpya, kisha tutaendelea wote pamoja. Basi naona api yetu imefunguka, na baada ya kufunguka, kulingana na kwamba ligi zipo mwishoni basi mimi nitaenda kubonyeza hapa kwenye kalenda hapa, tabonyeza hapa kwenye kalenda hapa hivi. Baada ya kubonyeza hapo, nitaenda nikachague tarehe ishirini na tano make hiyo siku ndo kutakuwa na ligi nyingi, na England watakuwa wanamaliza ligi yao, na hapa ndo itakuwa natengeneza somo langu na itakusaidia hata siku ya tarehe ishirini na tano ikifika, ni rahisi wewe kuchambua mechi za magoli. Baada ya kufunguka hivi, utabonyeza mechi ya aina yoyote hapa, Premier League ya England. Mimi nabonyeza Bournemouth na Leicester City hapa. Ukishabonyeza hapo, kinachotakiwa kufanya utaenda utaenda kwenye sehemu pa maandiko standing hapa hivi baada ya hapo unaenda katika msimamo huu wa ligi ya England. Baada ya hapa uta, kitu cha kwanza kuangalia ndugu msikilizaji, naomba unisikilize kwa umakini. Kitu cha kwanza kuangalia ni timu gani iliyo na magoli mengi. Mechi ni 37 mechi ni 37, hizi hapa, lakini hapa katikati ni sehemu ya magoli ambayo Liverpool ana magoli arobaini na tatu, lakini mwisho hapa hizi ni pointi. Liverpool amesha kusanya pointi themanini na tatu. Baada ya kufika hapa, cha kwanza utaenda kuangalia magoli, faida ya magoli na hasara ya magoli. Mfano mkubwa tutamwangalia Arsenal. Arsenal kwa siku hiyo ya tarehe ishirini na tano Arsenal atakuwa anacheza na Southampton, basi tukawaangalie hawa katika faida na hasara zao za magoli mm. tutaanza na Arsenal. Tukimtazama Arsenal ana michezo thelathini na saba lakini ana faida ya magoli thelathini na nne na yeye ndiye kinara wa pili wa magoli nchini England. Pia ana pointi sabini na moja. Huo ni upande wa Arsenal. Maana yake kuna watu wanapata, wanafunga magoli, kuna watu wana uchu na magoli. Tukienda kumwangalia Southampton mwenyewe, Southampton ana michezo thelathini na saba anadaiwa magoli hamsini na tisa. Ndugu msikilizaji, nadhani hapo utakuwa unaelewa kwamba ni kiasi gani Southampton hana, anaruhusu magori kwa kiwango gani na Arsenal ni kiasi gani ana watu wanalishambulia lango la mpinzani na pointi zake ni kumi na mbili tu kwao. Basi kufikia hapa utakuwa umeelewa kwamba kama atakutana kama Southampton anakutana na Arsenal, na unatazama faida ya magori, maana yake Arsenal ana watu wanaojua kufunga lakini Southampton ana watu wasio ana yani, ana mabeki ambao hawako strong hawako vizuri. Basi baada ya kuona ya kugundua hilo, hii mechi na hii mechi unaenda kuipatia magoli mawili point tano yaani over 1.5 hapo utakuwa umehakikisha tiketi yako iko vizuri vizuri vizuri. Ukipata mechi za mfumo huu mechi tano au sita na kuhakikishia, utakuwa na odi ya mbili na wewe utakuwa master tu odds kama mimi, na vilevile tiketi yako itakwenda kuini kwa asilimia 99.99. Baada ya kusema hivyo, nitawakumbusha kulike na kusubscribe na komenti yako kidondosha pale, itapendeza sana. Basi mimi sina mengi, asanteni kwa usikivu wenu na kwa kuchukua muda wenu kwa ajili ya kunisikiliza. Asante sana.